Bibi nitawachangia wajukuu zangu milioni hamsini kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku kama mia mbili hamsini hivi, si haba. mia mbili hamsini milioni, si haba. Lakini kama nilivyosema, niwashukuru wale wote wote ambao tayari wameshachangia. Kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Usiseme huyu tajiri ndio maana anachangia hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya laki moja, michango ya laki tano, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa, uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. Kwa hiyo, niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali na mtu mmoja mmoja tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto, ili wapate pahali pazuri wakae, walelewe vizuri, wafundishwe vizuri na, we, na we, wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania. Mwashamba Baba Askofu, nimepokea maombi yenu na kama nilivyosema hapo awali, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wake mbalimbali mbali katika kuboresha mifumo ya kiutendaji na kiutekelezaji ili kuwezesha malezi na upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye uhitaji maalum. Tutaendelea kufundisha walimu kama alivyosema naibu waziri na waelimishaji wenye taaluma maalum kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum, lakini pia tutaendelea kuimarisha vitendea kazi na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na usaidizi unaostahiki. Na ndio maana nilisema tutakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kituo hiki cha mfano kinakuwa maalum cha mfano wake.